Kila mtu akiondoka nyumbani kwake ahakikishe mtaani kwake ameondoka na watu wanaoishi nao. Na uzuri jimbo letu hili la Arusha mjini tuna vituo vya kupigia kula elfu moja na hamsini na moja maana yake yale maeneo yote yanayotumika kuandikisha watu kwa ajili ya kupiga kura yanatumika kama vituo vya kupiga nini kura. Kuna maeneo ya shule Nino. kuna maeneo ya serikali za mitaa, kuna maeneo ya wazi Nino. Kwa hiyo haitakuwa mbali kutoka kwenye eneo lako unaloishi kwenda kwenye eneo la kupiga nini kura. Ninaomba usiende kupiga kula peke yako, hakikisha umeenda na watu unaoishi nao mtaa moja. Na kwa kuwa nyinyi mnafanya biashara, ninaomba kuanzia leo tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini na nane nyinyi ndio makampeni meneja wangu. Pale unapomuuzia mtu mchele mwambie na kuomba tarehe 29, kwa Samia kwa Makonda na madiwani wa CCM. Akija pale ananunua kitumbua ananunua chapati, akiwa wewe ni bodaboda unambeba bilia mwambie, tunaomba kula ya Makonda, naomba kula ya Daktari Samia, naomba kula ya madiwani. Waambieni bila woga, bila hofu yoyo hivi yeah. Yeah. Wewe nikikuangalia ukiniangalia hivi hivi unaona mimi ni mbunge wa namna gani? Hebu muulize mwenzako hivi, unaona Makonda mbunge wa namna gani? Hivi wewe ukipiga kula, wewe ukipiga kula ya kulipeleka Dodoma bungeni, hauoni? Laa, jamani <tabit> wangapi wanajisikia wa wanajifikaa kumpeleka makao ya <tabit> Dodoma ashauri. Kwa hiyo naomba naomba kwa unyenyekevu mkubwa, tarehe 29 tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga nini kura. Daktari Samia ameshatuhakikishia usalama Amen. Na mimi nawaambia watu wa Arusha, watu wa jimbo la Arusha, kwanza wanaijua pesa, la pili wamewekeza biashara zao Amen. Hawataki watu wa kuwaletea fujo wakaharibu biashara Wanataka amani si ndio? Maana yake tutaenda kupiga kura mapema asubuhi na kurudi kuja kufanya maisha yetu, yanafanya nini kwenye vurugu kwenye jimbo letu hazipo. Na mimi nawasihi sana tuendelee kuambia wateja wetu wanaokuja kwenye biashara zetu ya kwamba twendeni tukapige nini